Eva. Yes. Ni nini? Abuta na loud. he, he. Nedo. Bona kumefura uh, ni uh, inaitwa... Uko na ichu inaitwa do nini BBL. BBL. BBL? Mm. BBL kuongeza matako. Umeogesea ya nini? Kuna mtu alikuwa amekwambia anataka umwogese uh, uh, ni... Umechukua ya mtu ukaogesea E? Kuna mtu ataenda tupeleke kotini? Umeenda kuchukua maneno yako umeogezea. Umetoa wapi ya kuogezea? Nilienda pesa yangu ndu. Unaenda kuogezea nayo na mamu. Mm. Mm. so ume ukipata pesa yako unaenda kuogezea mm. Nani amekwambia uogezee? Uh, ni si nilikwambia hiyo maneno ya peer pressure. Nilikuwa nataka mamu, unakuwa nataka. Nani amesema ue unataka? Mimi. E? Umeniuliza mimi venye ninasikia venye kukuhusu kuhusu hivyo, unajua sasa hiyo ni maneno ya raini ya lineage but, Brother, nien, tu hainaga hizo vitu. Umeenda kuongeza maneno, unaenda kujiweka kwa other people's culture mm, yeah, hi, I'm sorry kachini. Uh, bado siwezi kati. Hauwezi kashini? Kwa nini? Bona uwezi kashini? Haijashikana bado, haijashikana inafaa ishikanishwe na nini, guru uh, kwa hivyo ilikatwa, ingine ikaongezewa, ingine ukaongezewa biri? Hapana, nido Ilifanywaje? Ukaenda ukaogesewa uko ndani. Mm. Iko ndani ijachikana? Eh, bado ijachikana. Inafaa ichikane na hiyo ya kitabu. Eh. nama, nama, nama, nama, nama, nama efa, ile siku yenye mimi unajua vizuri Sade, nataka niende, niko na maneno ya kanisa wamama wanakuja kuniona Sade. Ndio unaenda kuogesea matako Sade. Yeah, pole. Kesho sasa nitasaidiwa na nani? Ubinafsi ya gani? Uniende wapi na anti? Unataka sasa mimi kuniua? Chukua basi kisu uniduge, juu priority yako ni kuogeza nyuma zako. Ilikuwa uh, pesa gapi? Pesa mingi. Gapi? Gapi? Milioni mbili, milioni mbili kuongeza nyumba yako. Milioni mbili kuongeza nyumba yako. mm. Yako. Mimi mwenyewe nilienda nikauza chaba yangu. Ndio ni kupeleke chure. Unachukua milioni mbili yako, unaenda kuongeza nyumba moja. Nyumba moja ni milioni hiyo nyingine ni milioni. Niwe kabisa. Niwe. Mimi sina chochote. Umeenda kuogesa kwa, kwa nyuma umechukua tu video na umeenda kuogesa kwa nyuma. Ni worth it. Iyo ni nini? Si ugepanda murima hivi urudi upande murima. Sinajua sisi kabila yetu kabila yetu ndio kusema nini? two million umeenda kuogesa nayo uko nyuma mm, jehelera, mm. kama nikugoge vibaya sana